Kariakoo Business Awards 2025 ni tukio maalum linalowakutanisha wafanyabiashara wa chini, wa kati na wa juu, pamoja na watu maarufu kama Mawinga. Lengo ni kutambua mchango wao katika harakati za kukuza uchumi wa Dar es Salaam na nchi nzima Tanzania. Ilikutanisha watu mbalimbali mbali mashuhuri, wafanyabiashara wakubwa na viongozi mbalimbali wa serikali, na hapo ikawa ni fursa ya wahudhuriaji ambao wamekuja kutambuliwa mchango wao kupata burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali kama zilivyoandaliwa kutoka kwa wasanii tofauti tofauti kama vile Barnaba, Classic, Dol Saxi, Mr Blue aka Baisa, na wasanii mbalimbali na hapo ndipo M-Kadi tukapata fursa ya kuwaalika wahudhuriaji wote zaidi ya mia nne kupitia M-Kadi, ambapo walipata kadi zao kupitia simu zao za mkononi na wakafika vizuri kabisa. Ndio maana tunasema sisi ni kadi na kadi ni M-Kadi.